Nikiripoti kutoka Julius Nyerere International Airport hapa Terminal 3, tunamsubiri mnyama Simba ambaye anawasili muda si mrefu kutokea kule Afrika ya Kusini, bondeni kwa Madiba, ambapo wamefanikiwa kufuzu katika hatua ya fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika hapo jana, mara baada ya suluhu ya bila magoli dhidi ya Stellenbosch pale uh, South Africa, goli moja ambalo walipata pale katika uwanja wa New Amani Stadium, Zanzibar Zanzibar limewapea ya fainali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika, na hapa tupo kuwasubiri uh, wachezaji lakini pia viongozi na benchi la ufundi la Simba. Lakini nyuma yangu hapa ni mashabiki wa Simba ambao wako hapa wakiwa wanaisubiri timu hiyo kwa furaha bashasha na vibe kubwa, kama ambavyo wanawatazama muda huu hapa, wao wanaisubiri timu yao ambayo imefanya vizuri kufanikiwa kutinga katika michuano hiyo ya Kombe la Shirikisho Afrika hususan katika hatua ya fainali wamecheza robo fainali nne za Champions League lakini wamecheza kombe la shirikisho mara mbili robo fainali. Wako hapa mashabiki mbalimbali wa klabu ya Simba ambao wamejitokeza hapa kuishangilia timu yao kuisupport, lakini pia kuwapongeza wachezaji wao kwa kile ambacho wamekifanya. Fainali ya kwanza itakuwa ni pale Berkane dhidi ya RS Berkan nchini Morocco ambapo ilitoka tarehe 17. Finali ya pili ni Benjamin Mkapa tarehe 25. Mwakitalima, kongere. Asante, Burani. Ah, uh, haikuwa haikuwa kazi rahisi wala haikuwa nyepesi mpaka kufika hapa, jua letu, mvua yetu. Yaani sisi wana Simba pamoja na wachezaji na viongozi wa Simba mpaka tumefika hapa, maisha yetu yalikuwa kama sola. Unafahamu sola? Ikikaa juu ya bati, jua lake, mvua yetu ndio vita vilivyokuwepo hivi yeah. Na usikia furaha na faraja kiasi gani kuona kwamba wachezaji wameenda kupambana, wamelinda walichonacho leo, mko fainali yeah. Wameongea sana, watu wametusema maneno ya ovyo. Tena niseme afadhali Ayoma, kuna waandishi wa habari na wachambuzi njaa, nawaambia maisha yao kama mipapai tu, hawafai kwa kuni wala kwa mkapa. Kwa nini? Wametusema sana wametuletea mambo mengi sana umenielewa lakini sasa hivi wanaona aibu tena aibu imewakuta kubwa mnyama ameingia fainali tunasubiri sasa hivi yapo tunavyozungumza mnyama yuko mawinguni tunamsubiri ashuke hapa jana wakati mchezo unaendelea ulikuwa na hali gani kwanza kwa sababu goli lilikuwa mmoja ilikuwa ni balaa wakati ule mchezo unaendelea zilivyoongezwa zile dakika nane nilipiga magoti kumwambia mungu ili jambo kama kweli umeamua lio la kwetu ni la kwetu kweli na kweli. Mungu alitusikiliza. Wanasema kwamba wao wana medali za kafu na pengine nyie msingeweza kufika. Mna wajibu nini? Sasa hivi wanazitafuta medali za muungano eh, eh, wanatafuta medali za muungano. Nyie mna kombe la muungano, tulizivaa na medali za muungano na, na sisi tunawadai medali za muungano za muungano kwa hiyo wanahangaika nazo medali za muungano. Kwa hatua hii neno lako ni lipi kwa wachezaji ambao wamepambana, viongozi, benchi la ufundi, kocha Fadu? Tunachojua anajenga timu, lakini sasa hivi iko fainali. Ninamwomba Mwenyezi Mungu awajalie wa wachezaji wetu kwanza afya njema. Ninawaomba wachezaji wa Simba wapambane kwa jasho na damu, wahakikishe pale tulipo tulipofika tunalibakiza kombe nyumbani, kwa sababu fainali ya mwisho itakuwa hapa nyumbani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu tukashinda . Berkani ndio mpinzani wenu, mnaanza naye kule kwao. Mnaona alichomfanya CS Constantine. Tutajua huko huko, sisi wakubwa, na wao, wakubwa, yeah. Niyo, na wao, wakubwa maana, na wao wakubwa ndio maana tunacheza fainali wakubwa na wao. Na Berkani wanajua kilichotokeaga Mkapa, walitaka kususa uwanja mm. na wenyewe wanajitafuta pale wamekutana na mnyama Simba. Kuna watu imewaumiza eh, na wataumia na, na Ajana Simona, na, na wanaumia mm -hmm, na bado rozi nawauma na tunasema waendelee ku mtaani. wao wanasema Nini? Hawana la kusema, mtuletee kombe sijui nini. Pia niomba ni waagize Ayoma, waandishi wa habari na wachambuzi, na wale wanaovaa jezi za Simba, kuisema Simba vibaya, tunaanzisha operation viboko, tutawalamba bakola mmoja baada ya mwingine, sababu wana tabia zao, wanatuvalia jezi za Simba kazi kuisema Simba ifiki hapa, Simba ifanye nini? Pia na wachambuzi kutuombea mabaya, yani mtu anayekuombea mabaya katika mafanikio huyo ni mchawi katika maisha yako. Leo mnazungumza Simba iko wapi? Wanakosa majibu. Niwaambie wana Simba waendelee kunywa mtori nyama watazikuta chini. Yeah. Shukran, Kigoma kinaendelea kama kawaida. Ni mashabiki wa Simba wakiwa hapa nje ya uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Nyerere uh, kwa ajili ya kuipokea timu yao mara baada ya kile ambacho kimefanyika jana kule Afrika ya Kusini, mnyama akifanikiwa kutinga hatua ya fainali ya akimwondosha moja bila goli ambalo Simba walilipata katika uwanja wa Amani kule visiwani Zanzibar ndilo ambalo limewapeleka Simba katika hatua ya fainali, na goli hilo kumbuka, lilifungwa na Jay Shalea, huwa mchezaji wa klabu ya Simba ambaye muda huu tunavyozungumza, goli lake limeifikisha Simba fainali.